Waziri Mkuu wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba amehimiza malezi bora ya watoto kama silaha muhimu ya kudumisha maadili ya mshikamano na amani katika jamii huku akitahadharisha dhidi ya wanaoingilia masuala ya imani, hatua ambayo inaweza kuhatarisha mshikamano wa taifa. Waziri huyo alizungumza hayo siku ya Februari moja katika ibada ya kanisa kuu la KKKT Diosis ya Kaskazini Kati ushirika wa Arusha mjini iliyokuwa ikiongozwa na Baba Askofu Dr D Godson Abel Molili, waziri mkuu alisema mamonyoko wa maadili unaoanza na kejeli mtandaoni, dharau kwa wazee na viongozi, pamoja na kukosa ustaa kwa mamlaka unaweza kuathiri misingi ya taifa endapo hautathibitiwa mapema kupitia malezi thabiti. Alitoa tahadhari dhidi ya kuingiza mijadala ya kejeli katika masuala ya imani, akisisitiza kuwa imani ni uhusiano wa mtu binafsi na Mungu wake Tunaweza kubishana kuhusu sera za kisiasa, lakini tusiguse masuala ya imani. Hapa kuna mshindi, kila mtu analopigania zaidi ni wokovu wake, alizungumza waziri mkuu. Pia alieleza kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan limeendelea kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini, ikiwemo kurekebisha sheria ili taasisi za dini zisichukuliwe kama taasisi za kibiashara, kuweka mifumo ya misamaha ya kodi na kutatua changamoto za akaunti zilizokuwa zimefungwa kutokana na masuala ya kikodi.